Sasa hii ni hotuba za maafisa wa mapolisi wakielezea usalama kuhusu sikukuu zilizoko mbele yetu, Christmas na mwaka mpya. Tunapoelekea kusherekea sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ambazo zitatanguliwa na sherehe za Christmas, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha ulinzi wakati wote na hata baada ya sikukuu hizo. Aidha, wito unatolewa kwa wananchi wote na kwa wote watakaokuwa nchini kuwa kinachohitajika ni kila mmoja wetu kutambua thamani na umuhimu wa amani na usalama katika maisha ya kila mmoja wetu. Pia ni wakati mwafaka wa kuendelea kuyakataa yale ambayo yana malengo ya kuvuruga amani kipindi hiki cha sikukuu na baada. Maisha yetu na shughuli zetu wakati wa hizi sikukuu yanahitaji mazingira ya amani, ili kila mmoja aweze kushiriki kwenye ibada za kumshukuru Mungu, kukaa na familia na marafiki bila bugu za yoyote ile. Hivyo tuilinde amani kwa ushirikiano na kwa nguvu zetu zote. Aidha, jeshi la polisi linatoa wito kwa wale watakao safiri waendelee kuzingatia sheria za usalama barabarani, ili zitusaidie kujiepusha na ajali, tukizingatia kauli mbiu ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani inayosema endesha salama, familia inakusubiri.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 ya uhalifu kufanya vitendo vya kihalifu. Polisi pia inaendelea kutoa tahadhari kwamba kumekuwepo na mfumo na tabia ya watu kwenye sherehe hizi kujipigia mabaruti na fataki ovyo. Watu wanafanya maandalizi ya kupiga mafataki na baruti ovyo kwenye sherehe hizi. Masuala haya yana utaratibu wake. Ni marufuku na haikubaliki kisheria mtu asiyekuwa na kibali kupiga baruti au fataki kwa sababu upo utaratibu unaoelekezwa ni wapi fataki inaweza kupigwa au baruti kulingana na kanuni na sheria za upigaji wa fataki hizo. Polisi haitasita kuchukua hatua kwa watu ambao watakiuka taratibu hizo za kisheria.